Hani. Lakini ilikuwa ni mateso ambayo hatukuielewa, lakini ili alinichapa akaninyima chakula mpaka nikafika mahali nikaona ni heri tu ningalirudia nilisoma. Na kwa sababu nilirudia nilirudi masomo ambayo nilikuwa nimeyapitia, nikawa mtu ambaye alikuwa anafanya bora. Nikafikiria kwa sababu ninakuja nambari 1 na ninapata marks ambazo ni nzuri kabisa nitapata nafasi ya kwenda chuo cha upili ambacho ni kizuri. Lakini sikiza, nilipomaliza darasa la nane hakushughulika, hakushughulika na mimi kabisa. Hakushughulika. Nitaenda shule namna gani? Lakini ilibidi mimi mwenyewe nijitafutie shule, na kwa hivyo nikaenda shule moja ambayo ni private, ilikuwa ni ya Muhindi. Nikaenda mimi nikiwa mwanafunzi, kofia ya mwanafunzi na kofia ya mzazi. Na wakati ule muhindi aliponiona, akaniuliza kijana, wazazi wako wapi? Nikamwambia, tafadhali nipokee kama mzazi na kama mwanafunzi. Hangari nielewa, lakini nikamwambia, pesa zitapatikana, uniform nitapata, na kila kitu kitakuwa sawa. Imani yangu ilianza kufanya kazi mahala pale. Majaribu na mateso ambayo nilikuwa nayapitia yalikuwa yameninoa, yalikuwa yamenitia makali kiasi ya kwamba imani yangu ilizidi kuinuka kila wakati, ilizidi kuwa zaidi na kujua ya kwamba wakati mambo zote zinaonekana kama zimekufunika, huo sio mwisho wako, bado Mungu hajamaliza nawe na we. Na mradi wewe haujatoka katika ulimwengu huu, haijalishi majaribu ambayo unapitia, haijalishi mateso ambayo unapitia, haijalishi vile ambavyo watu wanakuona kama hauja kufa ukaingia katika kaburi, Mungu hajamaliza na wewe. Hiyo ndio ujumbe ambao nilipokea, hiyo ndio ujumbe ambao nilijifundisha, kwa sababu nilipoenda mahala pale, nikapata tu kibali ndani kwa huu muhindi akanipa nafasi. Wapendwa, sikuwa na pesa, nilifika mahali nikafukuzwa, nikafukuzwa, nikawa tu ninakaa nyumbani, lakini nilipokuwa tu ninarudi darasani nilikuwa tu ninakuja nambari ya kwanza, mpaka huyu muhindi akaniwia, akaniwia radhi, akaona tu ni vizuri niendelee na masomo, lakini ilikuwa biashara hange niruhusu niendelee, kwa sababu nilikuwa natumia vitabu, nilikuwa natumia vitu zake, ikabidi anifukuze. Kwa karibu mwaka mmoja nikakaa bila shule, ikanibidi pia nitafute shule nyingine mimi mwenyewe. Shule ambayo nilitafuta ikawa ni ya serikali. Na wakati ambapo nilienda katika ile shule nikaona ya kwamba nimefika mwisho, nikaona nikana kwamba Mungu ameniacha. Nikaanza kufikiria kwa mawazo yangu hakuna Mungu, na nikasahau ya kwamba kabisa kuna Mungu. Nilifikiria na nikajiuliza kwa mawazo yangu, iwapo kuna Mungu, kwa nini ninateseka? Iwapo kuna Mungu, kwa nini ninalia kila asubuhi? Kwa nini usiku sipati usingizi ili hali niko na miaka michache sana? Vidonda za tumbo zikanipata Arsas. Na kwa hivyo wakati ambapo nilienda katika ile shule nikaanza kuvuta sigara, nikaanza kukunywa pombe, ni pombe ambazo zinapikwa na nilikunywa pombe moja nikiwa katika kidato cha tatu ambao ilikuwa imewekwa dawa ambazo ni za kuhifadhi maiti na nilipokunywa nikawa kama mtu ambaye amekufa. Nilikuwa nimetapika, nilikuwa nimeenda haja zote katika ma manguo zangu. And so sikuona haja ya Mungu, nilikuwa tu nataka nikunywe. Nilivuta sigara, nilivuta kila kitu, madawa nilitumia, ili akili zangu ziende, na nikawa mbaya kabisa nikawa mtu ambaye hakueleweka.